Akiwa na miaka mitano alifiwa na baba yake. Akiwa na miaka 16 aliamua kuacha shule. Akiwa na miaka 17 tayari alikuwa kapoteza ajira mara nne. Akiwa na miaka 18 akaamua kuoa. Akiwa na miaka 19 alifanikiwa kuwa baba. Akiwa na miaka 20, mke wake aliamua kuondoka na mtoto. Alishindwa hata katika jaribio la kumpata mwanaye, na akaamua kumshawishi mke wake kurejea nyumbani. Akiwa na umri wa miaka kati ya 18 hadi 22 alikuwa msimamizi wa njia za reli, lakini alishindwa, akafukuzwa baada ya alijiunga na jeshi lakini akafukuzwa pia. Akatuma maombi shule ya sheria, ila akupata nafasi. Akawa muuzaji wa bima lakini alishindwa pia. Hatimaye akapata ajira kama mpishi na mosha vyombo katika mgawa mdogo. Akiwa ya na miaka sitini na tano alistaafu ajira yake ya kupika na kuosha vyombo katika mgawa. Baada ya kustaafu, alipata mafao yake ya kutoka katika serikali ya dola mia moja na tano, yani kama laki mbili, sitini na mbili na mia tano hivi. Alizani serikali imemuona kama hajiwezi kabisa. Akafanya jaribio la kujiua akiamini kwamba hana thamani tena ya kuishi na kwamba ameshindwa sana. Hakufanikiwa hata katika jaribio lake hilo la kujiua. Akaamua kukaa chini ya mti na kuandika matarajio yake, ila aliona anaandika yale yale tu ambayo aliyoyakamilisha tayari. Akagundua kuna mambo mengi sana ambayo hayakuyafanya bado. Aligundua alipo jambo moja tu ambalo analoweza kulifanya vizuri zaidi kuliko mtu yoyote yule anayemfahamu, na ilikuwa ni namna gani ya kupika. Akaamua kuchukua dola 85 kama shilingi laki mbili na kumi na saba na mia tano hivi kutoka katika undi yake ya pensheni na kununua kuku, akawakaanga na kuchanganya na viungo anuai, akapata mchanganyiko wa aina yake unaovutia. Akaamua kupita mlango kwa mlango na kuuza kwa majirani zake huko Kentuki. Mchanganyiko ule ulipendwa sana, na akaamua kuanzia mgawa wake ulioitwa Kentucky Fried Chicken uliokuwa ukitengeneza mchanganyiko huo wa kuku ambao aliokuwa ameubuni. Hatimaye biashara yake ikawa imekua sana, na akafungua migawa mingi sana ya KFC nchini Marekani. Mchanganyiko ule ukazidi kupendwa na kutanua wigo wa biashara yake. Huyu si mwingine ni Colonel Harland Sanders, mwanzilishi wa migahawa ya KFC duniani. Licha ya kustaafu akiwa fukara wa kutupa katika umri wa miaka 65 lakini hadi wakati anafariki mwaka 1980 akiwa na umri wa miaka 90 alikuwa katika orodha ya mabilioni wa mabilionio wakubwa sana nchini Marekani. Kwa sasa migahawa ya KFC imeenea duniani kote katika nchi 123 huku Tanzania ikiwemo. Na ni mgawa wa pili ambao ndio ni zaidi duniani baada ya migawa ile ya McDonald. Mwaka 2013, migawa ya KFC ilifanya mauzo ya dola bilioni 23 sawa na trilioni hamsini. Kumbuka mwasisi alikuwa fukara hadi uzee wake miaka 65 na akazania ameshinda maisha. Akajaribu kujiua, lakini baada ya kutafakari akawa na bado na nafasi ya kujaribu tena. Akajaribu japo katika umri wa uzee na hatimaye Mungu akamfanikisha akawa bilionea mkubwa sana nchini Marekani. Je, wewe umekata tamaa ya maisha? Ulitamani kusoma lakini ukashindwa kukosa ada? Umesoma lakini umekosa ajira? Miaka imepita na unaona wenzio wanaajiriwa, wewe huko tu nyumbani? Je, umejaribu biashara lakini kila wakati unapata hasara tu? Unahisi kukata tamaa, unahisi Mungu amekuacha? Usikate tamaa, Mungu hajakuacha. Jipange tena na uanze upya, haujakawia bado. Kikubwa ni mtazamo tu, yani attitude. Usikate tamaa haijalishi mambo ni magumu kiasi gani. Una kila kitu cha kufanya ufanikiwe. Amua kubadili mtazamo ili kubadili historia ya maisha yako. Inawezekana, anza sasa.